Nam bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vimekuwa vime vikizungumzwa sana ni hii reaction ya Mwijaku. Mwijaku bwana ameamua azungumzie mmoja kati ya vitu ambavyo vimeonekana kabisa wazi kwamba vina trend to the maximum huko mtandaoni. E, bwana Mwijaku ameona kabisa jinsi gani ambavyo Harmonize amekuwa akiandamwa kwamba amepanda Avieta. Na mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakimsema na hiyo situation si mwingine bali ni Baba Levo. Baba Levo bwana amemkalia kooni, alimkalia kooni sana Harmonize mara tu baada ya kuonekana Harmonize akiwa yupo kwenye msafara akiwa ameelekea kule airport na alipofika pale airport akapanda Eh, ile private jet ndege binafsi kwenda kanda ya ziwa katika, ria, katika ziara ya mheshimiwa rais. Sasa kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba kwa mujibu wa Baba Levo alivyoona tu ile ndege aliyoipanda Harmonize ni tofauti na ile ambayo aliipanda Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond alipanda Uh, private jet fulani hivi kubwa kidogo, na pia vilevile vile ile ina mpaka engine zile za pembeni chini ya mabawa, tofauti na hii hapa ilikuwa inapanga pale mbele, umeona bwana. Kwa hiyo sasa hii ina resemble kileki ndege cha kwenye moja kati ya michezo ya, ya kubeti ambao inaitwa avieta. Kwa hiyo moja kwa moja baba Levo bwana akaanza kumwimba Harmonize, akaanza kumsema sana Harmonize kwa mafumbo kwamba amepanda avieta na katilia mkazo kwamba wasanii wasimuige Diamond Platinumz hawawezi. Umeona bwana, yani hawawezi kumwiga au kulingana na Diamond kutokana na baadhi ya vitu ambavyo Diamond anavyovifanya ni extraordinary, msanii mwingine hawezi kuviiga sasa the point ni kwamba siku ya jana, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina trend zaidi ni hiyo inshu ya Avieta, na mpaka leo pia tumeona baadhi ya peji zime report, zime post wakiwa wameweka upande mmoja Harmonize, upande mmoja Diamond, wote wakiwa wapo katika hizo jet. Upande huu wa Diamond, jet ambayo yamepanda ilikuwa inaonekana iko very luxurious zaidi, yani ya kinyamwezi zaidi, tofauti na ile ambayo amepanda Harmonize, ilikuwa ni ndogo, yani kama vile wamebanana pale kati Umeona bwana eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa leo bwana Mwijaku ameibuka mtandaoni na amekuja kama vile kwa namna moja au nyingine ukiangalia posti ya Mwijaku inaonekana kama vile anamtetea, anamtetea Konde Boy kwa maneno ambayo yamekuwa akiandamwa nayo huko mtandaoni kwamba amepanda Avieta. So Mwijaku katika ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba kwa sisi wajuzi wa mambo, eh, tunajua kuwa kuna kukodisha jeti na kukodish na kukodishwa jet. Na kukodishiwa jet. Umeona eh? Mwijaku amesema kwa hivyo kwamba kuna kukodisha jet na kukodishiwa jet. Hicho ndio kitu ambacho Mwijaku ameanza kukizungumza, then akaendelea kaandika kwamba sasa, nyinyi huko mnaokodishiwa, that's why nyinyi huko mnakodishiwa, that's why mnachonga sana, wakati konde anakodisha. Jua kutofautisha hapa, tafadhalini sana. Magazi juto ameandika hivyo eh, Mwijaku lakini akuishia hapo katika caption, hapa pia akaandika kwamba jua kutofautisha hasi na chanya pombavu zenu, alafu pia akasema kwamba hala jet life. Hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekiandika. Kwa hiyo hapa bwana, ni kwamba Mwijaku amekuja na mada mpya, akiwa anadai kwamba kuna kukodisha jet na kukodishiwa Jet. Which means kwamba hapa point yake nadhani anataka kuwapa watu habari kwamba Diamond bwana na jeti ambazo huwa anazopanda, ambazo zinawapa jeuri wakina baba levu na kuanza kumsema Harmonize, jeti ambao Harmonize alionekana akiwa ameipanda eh. Kwa mujibu wa Mwijaku hapa inaonekana kwamba anataka kuwaaminisha watu kwamba ile ni jeti ambayo amekodishiwa Diamond. Yani, Diamondi, anakodishiwa. Sio kwamba labda anakodi yeye kwa pesa yake anakodishiwa na amejaribu hapa pia Mwijaku kuonyesha tofauti kati ya Diamond jeti anazopanda na, na jeti ambayo amepanda Harmonize akiwa anataka kusema kwamba jeti ambayo amepanda Harmonize bwana amekodisha mwenyewe. Kwa hiyo amewaambia wadau bwana wajue kutofautisha kuna kukodisha jeti na kukodishiwa. Sasa baada ya kusema hivyo, basi hapa kuna comment nyingi sana eh, ambazo wadau mbalimbali wamekuja mbali kucomment hapa katika page ya Mwijaku. Kwa mfano, Don Fumbwe, huyu ni mhasibu wa Diamond. Yaani ni mwasibu wa pale WCB. Yeye bwana amekuja hapa ameweka komenti yake ya kwanza kabisa. Mm, akiwa ameandika kwamba kwa nini iwe avieta? Umeona afu kaka pale emoji ya kucheka kwamba kwa nini iwe avieta? Lakini ukiachana na ukiachana na hiyo komenti, nyingine hapa kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba ila Jacob Boy bwana mpaka sasa hivi unahangaika eh, kupigania siti kwenye avieta. Bwana <laughs> kuna amekuja ameandika kwamba Mwijaku anapigana vita mbili kwa mpigo kutokana, yaani, kwa kwa kwa na, na kwamba Mwijaku naye pia huko upande wa pili bwana, ni kwamba makomedian nao wamekuwa wakimwandama nimeona bwana, eh? Yani makomedian nao wana vita huko na Mwijaku, Mwijaku nasi amewakwaza kwa hiyo wameungana makomedian wote kumpiga vita Mwijaku kwa kile ambacho alikizungumza. Nimeona bwana. Haya, hii hapa komenti nyingine, kuna mtu ameandika kwamba bwana, eh? eti, eti wanakusema sana kwamba wewe una kalio, hebu piga picha kalio lako tulione sasa ili tuanze kukutetea. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa pa amekuja bwana, ila Mwijaku hilo shepo lako bro, ndio maana Waarabu wanakupenda sana kukuita kwenye manyumba yao. Kuna mtu ameandika hivyo pia. Eh, comment hizo katika peji ya Mwijaku baada ya kuzungumza hicho alichokizungumza. Mwingine huyu hapa, kuna mtu bwana, sasa ndio mpaka abiria eh? Mpakatane shehe. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo, kwamba kwa ile jeti ambayo alikuwa wamepanda ilikuwa ndogo. Sasa kwa nini wakodi jeti ndogo vile mpaka wapakatane? Kuna mtu mwingine anasema kwamba, bwana anakodishiwa, anayekodishiwa mm, anayekodishiwa ni wewe Bigi Nyashi, shtuka. Kuna mtu ameandika hivyo, so hizo ni comment na wadau hapa mbalimbali baada ya Mwijaku kuonekana anataka kum, ameamua kumtetea kwa namna moja au nyingine, kumtetea Harmonize, basi moja kwa moja hapo watu wamekuja wameweka maoni yao, lakini at the end of the day ni kwamba hatuna hatuna, hakuna proof. Hata huyu Mwijaku mwenyewe pia hana proof kwamba labda Diamond anakodishiwaga zile jet lakini tunachofahamu ni kwamba kuna baadhi kweli ya shows ambazo Diamond waga anaenda kuperform waga kweli waga anatumiwa usafiri wa kutoka hapa mpaka kwenye venue au katika eneo husika ambalo anaenda kuperform. Kwa mfano tunakumbuka ile issue ya Ghana, ni kwamba Diamond alipewa ndege, alipewa jeti ya yule tajiri ambaye alikuwa anaenda kuperform kwenye pati yake. Nadhani mtakuwa mnakumbuka yule jamaa na jeti yake, alikuwa ameinunua mwaka jana mwishoni, nadhani maona kwa ile jeti ndio ile kuja kumchukua Diamond which means kwamba ile jeti Diamond alipanda free aya lakini, pia ukiachana hiyo, baadhi ya harusi nyingine ambazo Diamond ndio waga anapata nafasi kama ile Zambia, nasikia na yenyewe pia ile jeti alitumiwa ilikuwa ni free e, umeona. Kwa hiyo nadhani hii ndio point ambayo Mwijaku alikuwa anataka kuiprove kwamba Diamond anab, na, watu wanasifia sana jeti ambazo wanazopanda Diamond ni kubwa na nini na nini e, lakini Mwijaku hapa amekuja kuwa notify watu kwamba huwa anakodishiwa umeona eh? Tofauti ni kwamba anakodishiwa na huku upande wa pili eh, Harmonize, yeye jeti anazopanda ni jeti ambazo anakodi mwenyewe, umeona bwana eh, kwa sababu kukodi jeti nadhani umeona kama juzi hapa amesema dola 90, dola dola elfu 90 kwenye harusi ya Jux umeona, dola elfu 90 ni sawa sana milioni mia kama na 90 hivi za kitanzania 180 inacheza huko. Umeona, hiyo ni usafiri tu wa kwenda kwa hiyo sio jambo dogo. So ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.